Naomba niombe kwa ajili ya neno, alafu tutakwenda kusoma neno. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya upendo wako Yesu. Nakuimidi Mungu na kutukuza, kwa sababu wewe ni Mungu, wewe ni Bwana uliye hai. Asante kwa ajili ya neema yako na mkono wako Yesu. Jina lako litukuzwe, jina lako liabudiwe, Mungu uliye hai. Asante kwa ajili ya fadhili zako, asante kwa ajili ya neema yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba tuendelee, nataka nisome neno la Mungu kutoka katika kitabu Nyakati wa kwanza mlango wa ishirini na tatu mstari wa thelathini. Nyakati wa kwanza mlango wa ishirini na tatu mstari wa thelathini. Ninasoma hili neno katika jina la Yesu. Nao wasimama kila asubuhi kumshukuru na kumsifu Bwana na jioni vivyo hivyo Nitarudia tena, anasema nao wasimama kila asubuhi kumshukuru na kumsifu Bwana na jioni vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu ametaka tusome mistari hii? Kuna jambo Mungu anataka uone. Watendakazi katika zama wao walikuwa kila asubuhi, kila asubuhi kumshukuru na kumsifu Bwana, anasema na jioni vivyo hivyo kazi yao kubwa ilikuwa ni kushukuru na kusifu tu. Bwana Yesu asifiwe. Shukrani inaonyesha thamani. Kwa hiyo asubuhi, wakati wanaamka, walikuwa wanaona thamani ya Mungu katika maisha yao, kuwatunziayo ya maisha, thamani ya uhai ambayo Mungu ameweka ndani yao, thamani ya afya waliokuwa wanaipata kila asubuhi kwa hiyo walikuwa wakishukuru. Maana yake, unaposhukuru, maana yake unatambua, unathamini, unathamini kazi ya Mungu kukupa nafasi ya kuamka tena, ya kuwa hai tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kazi ya shukulani ni kurudisha thamani au kuongeza thamani, shukulani inaongeza thamani. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mtu alikuwa amekupa kitu kidogo. Hata kama mtu alikupa kitu kidogo ambacho watu yeye akaona kama ni kitu kidogo, lakini kadri utakavyoshukuru kutoka kwenye moyo wako, thamani ya kile kitu itakuwa ni kubwa, kwa sababu yeye kama yeye anaweza akatoa akaona ametoa kwa sababu ni kidogo, lakini wewe unaona ukubwa, kwa sababu kuna mahali palikuwa pana uhitaji wa hicho kitu ambao ulikuwa huna njia, huna namna hujui itakuwaje, ulikuwa hujui itakuwaje, lakini gafura Mungu au huyo mtu anapitisha hicho kitu wakati. Ukishukuru haushukuru kwa sababu umekipata, unashukuru kwa sababu kuna mahali kulikuwa na mapungufu, kuna mahali kulikuwa na gepu, kuna mahali ambapo palikuwa pametindika. Kwa hiyo kile kitu kimekuja kukava kwenye lile eneo. Aidha, kinaweza nikawa ni kitu cha afya, kukava kwenye afya au kukava kukava kwenye uchumi au kwenye elimu au kwenye ndoa au kwenye utumishi kwa namna yoyote. Kwa sababu hicho unaposhukuru, maana yake unaonyesha thamani ya mahali palipokuwa pamepungua, kwa sababu hicho kimekuja kimekuja kukava. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani uone kwamba shukrani inaonyesha thamani ya uhitaji wa mahali ambapo palikuwa hapana hicho kitu, hapana hiyo hali. Kwa hiyo unaposhukuru, maana yake unapandisha value ya hilo eneo, ya hicho kitu, kwa sababu kilikuwa kinahitajika na ulikuwa ujui kama utakipata wapi. Uh, leo nilikuwa naongea na mtu mmoja alikuwa ananiambia, anasema amemwomba Mungu sana, maisha yake anayaona yeye anatakiwa kuishi Ulaya, anapambana maisha yake wala hawekezi tena huku, anawekeza tu namna ya atakavyoenda Ulaya. Kwa hiyo anasema amepambana kupata paspoti, ameomba, amefunga na kuomba, imeenda muda mrefu, miaka na miaka. Lakini anasema siku moja nikasema Mungu inatosha. Akasema nikafunga, nilipofunga siku tatu kavu, ndani ya siku saba nikapata paspoti. Nikamwambia hivi, usifikiri maombi uliyofunga ndiyo yaliyokusaidia kujibu hiyo passport? Hapana, ni kwa sababu kiwango cha nguvu za kuwa na passport kilikuwa kinahitaji uombe mpaka ufike kiwango hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unanielewa. Kiwango cha uhitaji wa hicho kitu, nguvu yake ilikuwa ndogo, na hata ungepewa hicho kitu usingeona thamani kwao thamani ya hicho kitu ilikuwa inaitakiwa itengenezwe kwenye kiwango cha muda wako wa kuombea hilo jambo, sio, na maarifa na mbinu peke yake, sio. Kwa hiyo kuna wakati mwingine Mungu anatuacha tuombe, sio kwa sababu asikii, kwa sababu hivyo tunavyovihitaji tukipewa, hatuna nguvu ya kuvikontrol, hatuna nguvu ya kuenda navyo, hatuna nguvu ya kushinda kikitokea kitu cha kutaka kutunia nanya Bwana Yesu asifiwe basi. Nikamwambia hivi, nikamwambia sasa jifunze. Anasema mimi Mungu amenionyesha mambo makubwa sana, Mungu kanionyesha nina huduma kubwa na utumika huko kwenye mataifa ya Ulaya, huko ninatumika. Nikamwambia hivi, hapa je, unafanya huduma? Akasema hapana nikamwambia iwezekani, hauwezi ukaenda ukatarajia kwamba utakuwa na huduma kubwa kama ujaanza na moja. Akasema hapana, kwanini nianze na mambo madogo wakati naona huduma kubwa? Nikamwambia hivi, kumbuka jambo hili, hakuna laki moja ambayo inajisifia kwa sababu yenyewe ni laki moja, inaona kama mimi ni laki moja, kwa hiyo mimi ni bora kuliko nyingine wengine wote. Nikamwambia laki moja haina thamani wala ubora kama elfu moja ikitolewa, nikamwambia haiwi tena laki moja itakuwa ni tisini na tisa, itakuwa ni elfu tisini na tisa. Kwa hiyo usije ukasema hii ni laki moja, hapana, haiwezi kuwa laki moja na thamani yake haita kuwepo, kwa sababu kuna pesa moja imetoka shilingi elfu moja tu imenyang'anya thamani ya laki moja. Bwana la Yesu asifiwe sana, sijui kama unanielewa, unanipata, mtu wa Mungu, kwamba kwa Mungu Mungu hana shida na vitu tulivyo navyo, anataka uone thamani. Ndio maana hii mistari tuliyosoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, ule mlango wa ishirini na tatu mstari wa thelathini anasema, nao wasimama kila asubuhi kumshukuru na kumsifu Bwana na jioni vivyo hivyo. Kilichokuwa kinawasukuma kumshukuru na kumsifu Bwana asubuhi na jioni, sio kwa sababu walikuwa wanaogopa maisha No, walikuwa wanaona thamani ya uhai na nafasi ambayo Mungu amewapa ya kuwa hai na ya kuishi, na ndio maana ndani mwao wakabeba kuwa zamu katika eneo la shukrani na kumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mambo haya yanaendana, mambo mawili. Unapomshukuru Mungu maana yake unamwambia una Mungu umefanya kitu cha thamani, hiki ni kitu bora sana kwao. Unapomshukuru Mungu unaonyesha thamani ya hicho kitu, na kama unaonyesha thamani ya hicho kitu, kwa maana hiyo kitakachofuata, zitafuata sifa. Hata watu wakikuuliza, hivi imekueje, kweje umepata kile, utasema ni Mungu tu amefanya, sikutarajia kupata hiki kitu kwa nini? Uliposhukuru ukaona thamani, na ulipoona thamani ukaona sababu ya kumsifu Mungu. Kama Mungu, kama siyo wewe nisingepata. Kwa sababu hili neno kama siyo wewe, siyo shukurani, ni sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake hakuna mwingine anaweza kufanya isipokuwa ni Mungu peke yako naweza kufanya, na ndio maana hawa na Waisraeli walikuwa kila asubuhi walikuwa wana msifu kumshukuru na kumsifu Bwana. Anasema vivyo hivyo na jioni kwayo, nataka nataka uende na mimi, shukrani na sifa vinaenda pamoja. Kumshukuru Mungu na kumsifu Mungu vinaenda pamoja, isipokuwa kinatangulia kitu cha shukrani, ndipo kinapelekea sifa. Maana yake ukishukuru, ndani yako kuna kunajaa furaha. Kukijaa furaha, unasema wewe ni Mungu, sikutarajia, sikuwa naona sikuwa na ndoto, sikuwa na picha, sikujua itakuwaje, lakini mkono wako umefanya. Maana yake unaposema mkono wako umefanya, maana yake unamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka ndani mwako ubebe jambo hilo, uone kwamba kuna umuhimu wa kujua kwamba shukulani na sifa zinaenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto wa Mungu, hauwezi ukamshukuru Mungu kwa muda mrefu hauwezi ukamshukuru tajiri aliyekufanyia hicho kitu ambacho ulikuwa na uhitaji nacho, utashukuru, utashukuru, utashukuru, utashukuru. Watu wakikuuliza hivi, imekuweje kuweje, utamsifia huyo tajiri aliyefanya hicho kitu. Hauwezi ukamshukuru Mungu muda mrefu alafu sifa zisitoke, kwa sababu shukurani inazaa sifa. Bwana Yesu asifiwe, shukurani ina, inazaa sifa. Kwa hiyo ndani ya shukurani kuna mimba, ndani ya shukurani kuna mimba ya sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Nataka uone hivi, ndani ya shukulani kuna mimba ya sifa. Kwa hiyo shukulani ikiachiliwa huku in, ndani inapiga kelele, inasema no, no no no, siko peke yangu, nina kitu huku ndani, nina jambo huku ndani, inaachilia neema nyingine tena ya kumsifia Mungu. Kwa hiyo ndani ya shukulani kumebebwa sifa, nataka uone umstari anasema kila asubuhi walikuwa wakimshukuru na kumsifu Bwana. Lakini na nataka nikuongezee neno lingine, ndani ya shukrani kumebebwa sifa. Bwana Yesu asifiwe sana, natamani uone kitu cha tofauti kwamba ndani ya shukrani kumebebwa sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye shukrani ndiko ambako kuna kuweza kuruhusu Mungu kusifiwa Mungu kupewa heshima, Mungu kuendelea kutukuzwa. Kwa nini? Ndani ya shukulani kumebeba sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, haiwezekani Mungu ukamshukuru asizalishe sifa ndani yako, haiwezekani no. Ukimshukuru Mungu kitazaliwa kitu cha sifa. Ukiachilia shukulani kwa Mungu aliye hai, sifa zitazaliwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapomshukuru Mungu kunazaliwa sifa, na sifa siku zote haiwezi kukubali iwe peke yake, kwa sababu ndani ya sifa kuna mimba ya kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya sifa kuna mimba ya kumwabudu Mungu, ndani ya sifa kuna kitu cha kumwabudu Mungu. Haiwezekani ukamsifu Mungu alafu usimwabudu Mungu. Haiwezekani ukamshukuru Mungu alafu usimsifu. Bwana Yesu asifiwe sana! Haiwezekani, no. Kwa nini? Ndani ya shukurani kuna kitu cha kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya shukurani kuna jambo la kuzaliwa, ndani ya shukurani kuna jambo la kuzaliwa, ndani ya shukurani kuna kitu cha kuzaliwa. Unapomshukuru Mungu unaruhusu jambo kuzaliwa ndani. Kwa nini? Kwa sababu umeruhusu Mungu kushukuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana umeruhusu Mungu kushukuliwa. Kwa unapomshukuru Mungu ndani yako kunazaliwa sifa. Haiwezekani ukamshukuru Mungu alafu kusizaliwe sifa. Haiwezekani ndani yako kukawa na shukulani kusizae sifa, kwa sababu kwenye kanuni ya Mungu ndani ya shukulani kuna sifa. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya shukulani kuna sifa kwenye kanuni ya Mungu. Haiwezekani ukamshukuru Mungu alafu isizaliwe sifa. Kwa nini? Kwa sababu shukulani imebeba sifa ndani yake, na shukulani iliyobeba sifa ndani yake haitakubali sifa, inasema no, siko peke yangu. Unauliza nini? Sifa inasema nina mtu huku ndani, nina kitu cha kuabudu huku ndani. Kwa nini shukulani ikasema, siko peke yangu, ninaye rafiki yangu? Rafiki yake na shukulani ni sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone hilo jambo, rafiki wa shukrani ni sifa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki wa shukrani ni sifa. Haiwezekani ukamshukuru Mungu alafu Mungu asiachilie sifa. Hiyo ni kanuni ya Kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni ya Kimungu, lazima unapomshukuru Mungu kutazaliwa sifa. Shukulani inazalisha sifa. Haleluya! ndani ya shukulani kuna sifa, na natamani uone watu wote waliomshukuru Mungu ndani yao kukazaliwa sifa. Lakini ndani ya shukulani sio tu kukazaliwa sifa, ndani ya sifa kukatoka hali ya kumwabudu Mungu, ndani ya sifa kukatoka hali ya kumwabudu Mungu na nataka uone hicho kitu cha ajabu sana kwamba shukulani sio tu inafungua geti, lakini inaweza kufungua vitu vingi, na ndani ya shukulani kunaweza kukazaliwa vitu vingi, ndani ya shukulani kunaweza kukapasuka vitu vingi. Na ndio maana unaona tunasoma kwenye hili neno la Mungu, ii kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, huu mlango wa ishirini na tatu mstari wa thelathini, anasema walikuwa kila asubuhi, na tamani madamu Mungu amekupa neema ya kuendelea kuomba, tuendelee kuomba kwamba shukulani inazaa sifa. Nataka niseme neno moja, na ndani ya sifa kunazaliwa kuabudu, ndani ya sifa kunazaliwa kuabudu, na ndani ya kuabudu kunazaliwa kumwadhimisha Mungu. Ndio maana haya mambo ni ya muhimu sana. kila asubuhi akupe neema ya kuwa na muda wa kumshukuru Mungu, ili lifungulie geti, ifungulie geti la kumsifu Mungu, ifungulie geti la kumwabudu Mungu, ifungulie geti la kumwadhimisha Mungu. Twende mbele za Mungu, mtu wa Mungu, na Mungu akupe hiyo neema ya kwenda mbele za Mungu ukijua kabisa shukulani ni lango la kufungulia sifa, sifa imebeba kuabudu, na kuabudu kumebeba kwa mwadhimisha Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Twende mbele za Mungu, mtoto wa Mungu.